Habari yako naitwa Dr. Damaki founder wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Tukushauri kama ni wewe, ndugu yako, rafiki yako ambaye amekuwa na changamoto ya maradhi mbalimbali mbali, ama amekuwa akiyatibu sehemu mbalimbali na maradhi hayo amekuwa akijirudia, tukushauri umwelekeze kwenye kituo asili, kituo mama ambacho kinatibu kumaliza tatizo na si kutuliza tatizo na baadaye tatizo lijurudie. Kuna watu wengi wamekuwa kiteseka na ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao e, zamani ilijulikana kama ni ugonjwa wa watu wazima au wazee, kwa sababu ugonjwa huu chanzo chake ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, stress, kwa wingi ndio chanzo cha ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. sasa wazee wengi zamani unakuta pengine amefiwa na ndugu jamaa mtoto mke ameachwa na nini, hii ndo ilikuwa sababu kubwa ambayo watu wazima wengi walikuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, tofauti na sasa. Vijana wengi ndio wamekuwa wahanga zaidi kuliko wazee. Lakini sababu ya pili ya kupata vidonda vya tumbo ni kutokula chakula kwa wakati kwa hiyo unaweza kuashiria kichakwa kwa wakati, aidha ubizi wa maisha na vitu vingine inaweza ikakupelekea ukaingia kwenye hatari ya kupata vidonda vya tumbo. Kwa nini vijana sasa wamekuwa ni wahanga zaidi kuliko vijana kuliko wazee? Vijana wengi unakuta wamesoma sana, lakini hawana ajira. Sasa unakuta anaumiza vichwa sana. Unakuta kijana mwingine ambaye hakuendelea na masomo wakati mwingine, lakini aliingia mtaani akapambana kwa akili zake mwenyewe akafanikiwa katika maisha na baada ya kufanikiwa wewe unaemaliza chuo unajikuta kwamba hauna uwezo wote, lakini aliishia darasa la chini zaidi ambayo ulimuona pengine ni chini zaidi yeye, ndiye ana maisha mazuri zaidi kuliko wewe. Sasa ana tamani ya kuajiri wewe na ulimwacha nyuma. Sasa hali hii wakati mwingine inaleta msongo sana wa mawazo kwa vijana, na hali hiyo inaweza kuhatarisha kupata vidonda vya tumbo. Lakini nje ya hilo vijana wengi sana wanaingia kwenye mahusiano sasa hivi wakiwa na umri mdogo. Sasa hali hii inaweza ikapelekea kuna kuachwa, kuachana, ugomvi wa hapa na pale. Hali hii kwa sababu pia hawana ule uwezo, nguvu ya akili ya kusolvu mambo kwa haraka zaidi. Kwa hiyo anapopatwa la janga hili la kuachwa na anayempenda basi mtu huyu anaingia kwenye msongo wa mawazo mkubwa sana, hali ambayo inaopelekea kashindwa kula chakula kwa wakati lakini pia akawa mwenye kuwaza kupita kiasi. Hali hii inaweza ikampelekea akapata shida hii ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unaona ni namna gani janga kubwa hili limeingia vijana, kwa sababu ndio wapambanaji katika maisha ya sasa, tofauti na wazee wamelizika na maisha walionayo. Kwa hiyo tunaona kwamba vidonda vya tumbo ni hatari sana, lakini ukumbuke kwamba unapokuwa na vidonda vya tumbo vina athari nyingi sana. Labda tujifunze kidogo dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Kuna mtu ambaye ana vidonda vya tumbo ambapo e, tumbo lake linajaa gesi, kiungulia, maumivu ya chembe cha moyo hapa kwenye katikati hapa, au maumivu ya uti wa mgongo. Lakini pia mtu anapofanya jambo la kustusha kidogo, anaran, anakimbia cho, e, chooni kwenda kujisaidia. Lakini pia anapotea jambo tu ingine pingine jumstua tumbo linamuuma sana, linakatakata katakata, linavurugika. Kwa hiyo zote hizi unaweza ukaziona ukiwa na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Lakini pia mtu mwenye vidonda vya tumbo anakosa uwezo wa tendo la ndoa kwa mwanaume, lakini pia kwa mwanamke anakosa hamu ya kuwa na mwenzi wake. Lakini pia unapokuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo inaweza ikasababisha kama ilivyosema uric acid inazalishwa kwa wingi. Sasa inavyopanda kwenye koo, inakuja kuunguza hapa koo. Ikiunguza koo, mwisho wa siku ina create kitu kama e, kama tunasema ni, ni, ni kama tezi. Hizi tezi zinakuwa zinakuletea kama ka kitu fulani kwenye koo yani, <coughs> kitu fulani kitoko kwenye koo, lakini ile kitu akitoki, hasa hizi tezi zinapoendelea, huwa zinabadilisha zile chembe chembe hai za eneo lile na hata kupelekea ukapata kansa ama saratani ya koo. Kuna watu wengi wamepata kansa ama saratani ya koo kwa sababu ya kuishi na vidonda vya tumbo. Gesi inapanda inaunguza koo, ikishaunguza koo inatengeneza zile tezi, na zile tezi mwisho wa siku zinakupelekea unapata saratani ya koo. Nje ya hilo, kama nilivyosema, kwamba unapokuwa na vidonda vya tumbo, kuna athari nyingi, ikiwepo kupata saratani ya koo. Na unapopata saratani ya koo pia kuna dalili ambazo utazipata, kama nilivyosema, kwamba sauti kwanza kuwa inakwama haisikiki vizuri, au sauti yake kukwaruza kwaruza, ama unapokupakaa unaona kama hauko comfortable, ama kuna ka kitu <coughs> yani kitu fulani kitoke, lakini hakitoki. Lakini mwisho wa siku inaweza ikapelekea pia kwamba hata ulaji wa chakula kigumu inakuwa ni shida, lakini mwisho wa siku unaanza kutoa mate meupe yenye kuvutikavutika kama mlenda lakini mwisho wa siku hata chakula kigumu huwezi kula, unakula chakula chepesi. Mwisho wa siku hata chepesi akiendi, mwisho hata mate wenyewe kumeza ni shida, na mwisho unatarisha maisha. Kwa hiyo vidonda vya tumbo vinaua, na vidonda vya tumbo pia vinavyoenda stage ya juu, unaanza kutapika kutengeza kichefuchefu ama kutapika, ama kutapika damu, lakini pia kuharisha damu yote hii inaweza ikakusababisha ukaendelea kukaa na tatizo la vidonda vya tumbo kwa hiyo tukushauri kama wewe uko na changamoto ama ni mhanga wa vidonda vya tumbo acha kuishi kwa mazoea kwa kumeza sui daga vidonge gani sio cha kutuliza sui acha kumeza sui maziwa kama kitulizo pata tiba sahihi ya kuondoa changamoto hii kwa sababu vidonda vya tumbo vinaua vinasababisha kansa vinaua uwezo wa mwanaume kwenye tendo la ndoa vinaua hamu ya mwanamke kwenye kuwa na mwenzi wake tuna dawa inaitwa magina Dawa hii magina ni dawa pekee ambayo inatibu changamoto ya vidonda vya tumbo kupona kabisa kwa stage zote, lakini pia kama umekaa na vidonda vya tumbo imekupelekea umepata shida ya saratani, e, ya koo, tuna dawa yetu mchos, dawa yetu hapa mchos B+, ambayo ni tiba ya saratani ya aina yeyote: saratani ya koo, saratani ya ziwa, saratani ya uvimbe, saratani ya aina yoyote. Labda ufahamu saratani ni mabadiliko ya chembechembe hai za mwili kubadilika katika mwili wa binadamu, kuzaliana nje ya utaratibu. Kwa hiyo tukushauri, kama ni wewe unateseka na tatizo la vidonda vya tumbo ama una changamoto ya saratani aina yoyote Tutembelee Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili ambacho kinatibu kwa kutumia mimea asili, sio na kemikali, kupona na si kutuliza. Tunapatikana Tanzania nzima, na kwa Zanzibar tuko Fuoni Getini, lakini Zambia tunapatikana hapo, eh, nani, maeneo ya Mushiri Bonano, lakini pia tuko Botswana Broadest, mtaa wa Tawana, lakini tupo DRC Congo, lakini pia tunatuma dawa dunia nzima. Ni kutueleza uko wapi na kutupa address yako tutakutumia na utapokea dawa. Kwa hiyo tukushauri, tembelea kwenye mitandao ya kijamii, utaona huduma zetu na utajifunza vitu vingi. Instagram ni Song'wa Traditional, Facebook ni Song'wa Traditional Clinic, lakini pia unaweza ukaingia kwenye YouTube ukaandika Damaki TV, ukaandika Damaki TV, YouTube Utatuona pale utaenda sehemu imeandikwa videos, uta click videos pale. Utaona video nyingi zenye mafunzo na elimu katika maisha yako, lakini pia unaweza ukatembea kwenye website yetu kwa kuandika www.damakeboclinic.co.tz, na pia unaweza ukanipigia mimi mwenyewe daktari kwa moja kwa moja katika namba yangu ya mkononi 0752629252 na sisi sio wale walewale. Afya yako